Sasa ombi langu kwenu huu jamaa life analoishi hapa Korogwe ni la kudunduli, yani ni la kudunda dunda. Kwa kwa kwa, kwa ubinadamu fanyeni namna udogo aendelee, kama hata nikonyei sana, mtafutieni watu wamwendeleze. Basi hilo limeisha, ombi langu likuwa ni hilo brother. ili jamaa izidi kwenda mbele kama kuna namna nyingine, hata kwa sababu huku kwenye hizi sanaa tumeona kabisa anakaa, mtengenezeni mifumo azidi kwenda mbele, sio lazima kwangu. Basi hilo limeisha, ndugu yangu. Mi nimekupigia tu tujue kama ni yes au no. Imeisha hiyo yeah. Ah, umeelewa mzee wangu. Wazazi ndio wana shida, sio wana shida Mabibi na mabwana. So, a, a we hujaokotwa unafanya, mm. una mm. una, una unafanya kazi kwangu unaninufaisha, we huna unachokipa. Mabibi na mabwana tumerikodi kupata ushahidi ili msinishambulie, kama dogo anafanya kazi kwangu pasipo yeye kupata faida ya nini? Uendelee, ndio mwonekano unaoendelea huo. Sisi tulikuwa tunafanya kazi kwa pamoja tukiamini peleni kuna matunda tumeishia kati sasa, mshapata majibu, licha kwamba naye ana shida zake, akiamua kunzingua, lakini hata familia yake pia haita haitaki. Kwa hiyo Watanzania kwa herufi kubwa, huyo na ni kaka yake, nimetoka kuongea naye, anazaliwa naye. Nawaomba ni supporti, mumsupporti dogo kwa namna yake. Mimi na yeye familia imeshakataa aondoke, akafanye mishi zake, niachane naye, tusije tukaonana wabaya. Sasa hapo ttaaumiana baadaye, ndugu zangu, unajua, tumeamaliza hivi aina haja kumtafuta baba ake y ni yake. Kwa maana hiyo, wanaongea na babao kama tulienda daa, kumbe wenyewe wanasema sijui n barabarani sijui nini, kama hivyo <laughs> ka mi niishie tu kusema hapo bwana Kinyamuzi, asante kwa uwepo wako mm -hmm.